Watanganyika uh, unakumbuka Samia alisema kwamba amewateua wa, ame wanaochunguza vifo vya Watanganyika, na wakati yeye ndio muuaji pamoja na mapolisi zake. Sasa ngojeni niwaambie, wametengeneza AI za kutosha, hawajatangaza lakini niwaambie uchunguzi tayari wa AI. AI wameungaunga, wameungaunga wee ili wasubiri wanaotoka nje, kwa hiyo mtegini na ni heli kwenye video yangu hii, na msambaze video jamani. AI za kutosha zimetumika, na wale waliokufa waliochukua video zao wamechukua kwa Muna Love, kwa mimi kidogo ambazo niliposti walichukua kwa Mange, kipindi kile Mange alikuwa na posti, wamechukua za watu po, moja moja bali naposti mtandaoni na kuunganisha unganisha na AI kuunganisha unga unga na kufanya fanya, AI zote zimetumika. Uchunguzi wao tayari, suni, mtakuja kuambia kwamba uchunguzi tayari. Kwa hiyo tunawasubiri ICC. Ngojeni niwaambie ndugu zanguni, niye, mna akili za kiboya sana, Samia, Samia na uchunguzi wako, mna akili za kipumbavu za kimavi sana, Abduli, vitu mnavyofanya vya kijinga sana, vya kitoto. Acheni sana sasa mnachukua AI imeungaunga imeungaunga, si? AI imetengenezwa na watu gani? Hmm? Alafu ICC waji waangalizwe hizi AI mlizoungaunga kwamba hata kifanya chochote mbinu juu chini haitajulikana ni AI. Acheni vitu vya kitoto. Mauaji mliofanya ni ya maelfu, mamia, maraki ya watu Watanganyika mmewazika sehemu mbalimbali kwa Tanganyika wenzetu. Na kama nilivyosema na naendelea kusema tena, kamera zangu ziko kote nchini, ziko nchi yetu kote, nchini kwa kaburi za wale watoto wote mliwaazika na kuwazika, kuwa kamera zangu zote ziko pale tayari siku nyingi, yani toka from day one kutoka siku ya kwanza kamera zangu ziko pale. Sasa mtajiuliza mtajiuliza, nani aliyeenda kuambia CNN? Hello, nawambia tena, kamera zangu mimi as Rachel Dangwa ziko pote Tanzania, sehemu zote mliko zika watoto. Naombeni hii video, najua Abdul, itakufikia wewe, ndio unashinda kwenye peji yangu Sumai utampelekea bwanako huyo basha mwenzio. Ninasema tena video zangu ziko kote nchini toka siku mlizoenda kuzika watoto nchi nzima, video zangu ziko kule, kamera zangu ziko kule, kamera zangu ziko kule toka mlivyozika wale watoto. Ninawasubiri masaa ishirini na nne siku ya kwenda kufufua wale watoto kamera zangu siku zote from day one ziko huko. Kamera zangu ziko huko kwenye makaburi yote mliko zika watoto. Hizo ai zenu, ndugu zangu, ni kama mnajitekenya hivi, na mnajitekenya hivi. Hapo ndo mtajua mimi kweli ni jini ni chini kweli, mtaniita zimwi ni zimu kweli Mnaponitaga jini uko ikuru mniti. Yani sio jini mimi ni jini. Tena sio jini la nchi. Mi ni jini la wapi? La Tanganyika. Na originality. Ninawambia tena. Sumai. Peleka kwa mabasha wakina, wakina, wakina nani? Wakina mafele. Wakina mombo wote hao. Abdul unashinda kwenye mtandao mu. Unaangalia kila kitu. Na mama yako yale aliyekuja Samia. Nasema tena. Kamera zangu ziko huko masaa ishirini na nne toka siku ya kwanza, hazijaanza jana wala juzi wala nini, toka tarehe aliyoapishwa Samia sindo mizikazika sehemu nyingi. Alienda kujiapisha Daspo sindo mnendea kuzikazika toka siku ile, toka siku ile, siku mbili zilizofuata, video zangu ziko huko. Kamera zangu ziko huko hazijaanza jana wala juzi. Kamera zangu ziko kote. Sasa nawaambia tena, nawasisitiza, ziko huko, nawasubiri. Sumala alituma message kwamba utaona suni, sivyo? vitu gani wewe, acheni hizo kabisa. Hii ni namba nyingine. Yaani namba ni moja ambayo haigawanyiki. Namba moja haigawanyiki. Mimi ni namba moja. Yes, I'm Rachel D. VIP, I'm Rachel Dangwa. I'm Rachel D. VIP. Let's go. When you fuck me, bitch, I'm gonna fuck you back. You never be me. Hii ni namba moja ambayo haigawanyiki. Chochote hamnifanyi, lolote hamnifanyi, na nitawabamaza na nitaonyesha dunia. Jaribuni, muone.